Kumbe kwa chini jamaa amejichimbia kwenye blanketi yake. Hapa ndo tulipoishia katika sehemu yetu ya kwanza. Sasa hatimaye ni sehemu ya pili. Binti anageuza macho, anashanga, ala. Kamziba mdomo kwanza, acha wengi. Binti akazibwa mdomo kwanza atulie. Alivyomwachia alitulia kweli, ana shida ha. Sasa huyu mzee huyu wanamwita Hansyang Mulchok ponnungul chagukanen de msekana haa. Ana maneno wake na ungea nasema iye zikana, iye harufu sio ya kawaida hii. Iye harufu sio ya kawaida lazima kuna kitu. Sasa binti yuko hospitali. Kila mtu alikuwa kishangase. vyema sana binti, umesaidia maisha ya kijana huyu. Hakuna mtu alikuwa nategemea Danghiyo akasema nahitaji kumweleza kitu binti, kwa naomba utoke nje, tubaki sisi wawili na ubibia. Akamtaka meneja wake atoke nje. Huyo ni meneja wake mwanamke ambaye anasimamia production zake au kazi zake zote kwa jumla. Ki nasme ye kijime anasema late, ingeweza kuamka unisikilize. Aksing we mwanafunzi nal kuwezungo kumaoyo kwa kunisaidia, niseme tu asante irao

chochote ambacho tataka kama ni fedha nini, msaada wote unaotaka mimi niko tayari kufanya sawa. Bibi ameshangaa tu akutegemea, na muda wote nitakuwa nikikumbuka sura yako, sitakusahau. Kama sio labda leo ningelikufa lakini kwa ajili yako basi niko salama, kwa sina sababu nyingine zaidi ya kusema asante kwa msaada huu.

kwa sababu huyu ni secret service mfanyakazi wa askari -se -se wa siri wa serikali. Sasa anataka kujua kwa nini binti amekuja huko kwa kavaa nguo ka daktari nini, akajichimbia mali kama vile ni daktari, anazama ndani. Mzee ni noma kweli, mara jikagusa mlango, sio fa anifanye, iko bize bize kweli nini? Mama mwenye mwenye mtafadhali, wewe si daktari? Mwanangu anakufa huko, na mimi nimeshamaliza kazi, nimeanza kazi kati mwanangu anakufa huko jamani. Tanisamee mama, nimeshamaliza kazi, tafuta madokta wengine, okay? Sasa ni yeye. <coughs> Daktar jamani, doctor please, kumbe so doctor Niskar. Doctor, wa doctor gani unaangalia mgonjwa anakufa, ni doctor kweli, why? Haikumuhusu. Sasa baadaye mzee ni muhuni. Akapanda juu gorofani, maana pale mlangoni kuna walinzi asingeliweza kuingia. Anatumia triki nyingine za kuingia huku ndani. Binti kozaki ndani. Sasa kashuka na kamba mpaka kwenye dirisha la binti. Ana vifaa vya kukatia vioo kabisa. Mungu wangu, pelelezi na uzee huu. <tik> Yeye ni kafia huko mzee wa watu, mimi msiji takwaje. Okay, basi alichofanya Binti naye ameamka ule usiku. Anapenda sana kuwa hospitali. Ishu yake kubwa natakiwa awe kule. Ashangaa mzee anakata kioo kama sh, sh, kelele acha. Haya, kaacha mzee amalize kazi. Wale mzee maliza kazi mekata kioko kamaliza. Anachubilia ndani mzee, huwezi kwa kuamini mzee ni noma. <laughs> Pale pale kwenye tunu binti kabidi endelee kumshangaa. Ah, na usiogope, usiogope. Haya, ah, ameduana, subiria aone mzee akimaliza atafanya nini ni ah, sasa? Ai, wacha Mungu wangu, panaweza nikakatwa eti munguja. Ai, yaashiri ma. Haya, sasa tayari ameshaingia ndani.

Nataka kujua sababu ya kumsaidia gangu ni nini, unajua si rahisi sawa. Anasema kamanda, kuruka mpaka na kuja nchi ya pili ya jirani si bure bure hivi, lazima kuna sababu ya msingi imemfanya aje. Sasa kumsaidia gangu si bure, lazima kuna sababu. Hebu niambie. Ilibidi amweleze ukweli baada ya kuona jamaa uko ukweli zaidi, akamba ni kwa ajili ya kumkamata. Sina sababu nyingine zaidi, kubwa ni kumkamata Gangio, kumkamata na ushahidi pia kupata vile alivyo navyo, kwa sababu ni mfanya biashara mbaya, anafanya biashara mbaya kwa binti. Anasema upelelezi wangu mimi nimeshaanza kazi kwa, ni lazima nimkamili nikamilishe ni, swala kuweza kumkamata Gangio ha, nube. Na siku, saa, nimetumwa na Yo, Republic; nimetumwa serikali ya Republic imenituma. Hapana, binafsi yangu nataka nimkamate Gangio <tum> ili kuthibitisha serikali uwezo nilionao. Bring <tum> Binti akaweka mambo yake wa wazi kabisa. <tum> Asa basi mna shida kwa hayo na yafanya nitaripoti li swalda moja kwa moja hadi kota. Mambo ataenda safi. Haya. Sasa akataka kutoka lakini baadaye kaona ngoja kwanza. Yaani mzee ni comedy full huyu. Anaishi hapa mjini Kafarafara fulani lakini kumbe sio fala.

Habari zinafika pale kwa manager kwamba binti alitaka kutoroka hospitali. Jamani, muangalieni vizuri binti asende popote sawa? Eh. Nasikia anaenda mchumba huko hospitali anataka kutoroka. Chungyoge uyan ilishijogin jingse ilijido morundanende. Ya katuletea stress hapa bure bwana. Eh? Jongsangiraku bogen muriga inneneyo. Bibi jamaa anasema ina shida angalio sana. Mpaka atakapoweza kupona basi. Maana ni mtu aliyatoa maisha yake kwa ajili yangu. Asante. Basi wakati huu jamaa alikuwa anafanya mkataba na Wafaransa. Kuna kazi nyingine tena show nyingine ndio anafanya kule Ufaransa. Tukija kwa huyu mzee mpelelezi wa siri Mr. Hansen bingwa. Sasa taarifa zake anazipata kupitia redio moja na pia kuna vitabu ambavyo wanavikagua, unaambia ni mpelelezo, muda mrefu anafanya kazi yake kwa uzoefu na kwa uhakika zaidi. Ana uwezo mkubwa sana kwa alikwisha kupokea udo kutoka Korea, jinsi atakavyomfuatilia binti na kutoa ripoti kamili za binti. Anafanya kazi kwa niaba ipi? Kashajua kwamba binti anafanya kazi kwa niaba yake binafsi, anapiga kazi paka. Kichwa nataka kupasuka eti oh. Hey, Mungu wangu hii hey. Eh ah, naweza kubasti kichwa bure. Binti akawa anajiuliza kuhusu habari za huyu mzee ah. Katoka wapi? Amenijua juaji na maana serikali imeshajua niko basi. Tuachae leo gangu katika ishu zake zingine za kikazi, a kwenye gari kali mzee stawi. Hey boss, vipi? Umechoka? Kupatie maji? Atu anajipelekeza naye pesa. Basi ngoja tusikilize mziki kama vipi? Wakaka redio mia nane, yeni 89.1 sasa 89 nukta moja ndio redio ambayo mzee anapenda sana kusikiliza, na hapa ndipo anapopoteaga, anapokea transfer mbalimbali, taarifa mbalimbali za kikazi. Ina maana katika hii redio kuna baadhi ya wapelelezi wengine wa siri wa serikali, kwa wanapokea ripoti kutoka kule nchini, wanawarushia watu wao. Kwa hiyo wapelelezi walioko ndani ya Singapore, kazi yao kubwa ni kusikiliza hiyo redio eh, 89.1 ripoti za kipuuzi huyu ha, kuna hapa kazi kazi yao serikali, radio moja tu iko maalum kwa ajili ya kazi ya taarifa, popote kuwapelekea taarifa ooe a sasa tuache, ripoti zimeshafika makao makuu ku ndani Pyongyang, Korea Kaskazini, ripoti zote na kile ambacho binti anafanya kule. Kwa sasa anafanya kwa bidii zake mwenyewe, lakini habari mbaza kushangaza na kusikitisha kwamba binti alishapiga picha na huyo gang yu. Hii inaleta mashaka kwa serikali kwamba huenda binti ajienda kwa ajili ya kazi ya serikali na hata kama anafanya binafsi, hakunaga jambo la binafsi mtu anamna, amna, amna, mtu anaamini kwamba mtu anaweza kufanya kazi bure. Lazima binti atume mtu mwingine kwenda kumchunguza, si bure, hawezi kufanya kazi bure, lazima kuna sababu kufanya kazi bure hiyo. Binti anafanya kazi bure kwa sababu anataka cheo. Wao wanafikiri wenda binti kuna mtu mwingine kamtuma kazi. Leo binti alikuwa anaingizwa katika vipimo maalum wakati wa anaingiza kwa vipimo maalum, bado huku alikuwa anazidi kumkagua. Akaileta ile picha ambaye ndo siku binti alitoa msaada, hatimaye akatoroka gangue. Na hata siku ya kwanza alipoingia Singapore, binti alionekana kumshabikia sana huyu mtaalam na alikuwa karibu naye kwa kiasi kikubwa mno. Sasa kilichofanyika ilibidi wamtume tena, tena mtaalam Mr. Chongryong

Mzee amekuja kijanja kumtorosha binti apata ripoti. Mzee mzima ule mpelelezi Mr. Hansan. Anajifanya analamika jamani, mwanangu ni kicha. Kumbe ni trick ya kumtorosha binti. Hebu angalia, wapi pale. Kamuelekeza mali pa kugepo pa kwenda. <laughs> Binti ashajua ni kinakwenda kutokea muda si mrefu. Mara kamata basola bodyguard chukua na vile, <tis> ma, mawasiliano nayo. Wakati wale wanamkimbiza ukicha, mzee akamkamata binti mkono, akampeleka chemba nyingine. <tis> <Hanabokuna kitu> <tis> <tis> ripoti zimeshafika makao makuu kwamba ulishapiga picha na, na gangi. Sasa inaleta hatari kubwa, na serikali inashindwa kuokolewa, maana hawana taarifa za kuja huku wameshaanza kukuizi vibaya, chochote kibaya kinaweza kutokea muda wote ule. Inawezekana tena ukauawa, ni hatari sana kwa sababu kuna ishu ya muhimu sana, lazima umfuatilie huyu. Hii kwa nimekuja kupa habari, ni hatari kwa maisha yako komredi. Binti anashangezi ripoti zilizoletewa, sio sasa, sijui itakuwaje. Nafikiri hapa cha kufanya ni kuondoka haraka sana, utafute kitu kingine cha kufanya ili umalizie mambo yako mapema, lasivyo hii big issue itakuwa issue sasa. Shika kadi hapa, utanitafuta sawa? Okay, binti kameza le chap walizo ushafika. Mzee kashasepa sepa, haya hajajua kilichotokea. Binti kapua direction, information kila kitu. Tunakuja kwa mzee, gang yu talam star. Oya wewe, falani taipasua hii au? Sorry, sorry boss ile nilikuwa naangalia kwenye mtandao tayari, picha za binti zimesharushwa. Binti alianza kuwa superstar kupitia huyo mtaalam, kila mahali ripoti zake, huu kicha mtupu mbe, waandishi wa habari wanamfuatilia sana jamaa sister, chochote atakachofanya, hata kitema mate wanaandika, maana mtu akiona tu picha huyu mtu basi anajua ni habari moto moto. Mimi anabu binti sijapata uhakika sana. Ha ilta, yeye kachezungu shida. Ni nani shida? Ni binti mwema amekusaidia. Kubudura kwenye. Hebu cheki situation zake kwanza ndani ya dakika 10 halafu tutaendelea na mambo mengine. Sasa ghafla jamaa anapata simu. Alipigiwa simu na Mzee Chemeni Jung. Ni mzee wake wa muda mrefu <coughs> na ndio sababu kubwa ya kuisiwa vibaya. <coughs> Alimuuliza ni muda gani tumekuwa pamoja mimi na wewe? Unyonyo. <coughs> <coughs> Arasema nafikiri ni zaidi ya miaka mitano sasa baba tuko pamoja. <coughs> Zane hade, zane hade. Anasema ni kwa sababu pia nimekuwa mtu mzuri sana kwako. Nafikiri una ndoto njema siku zijazo. Anasema ndio nayo sababu ya ndoto njema katika siku zijazo. Mzee huyu anasema lakini kuna jambo moja ambalo nilikuwa ni mikombo, nitafutie ni kile kitabu. Mjomba anasema ni dili kubwa sana kwangu. Na operation inaendelea kukamilisha hicho kitabu ambacho kimi sepa, kimi tenganishwa kurasa Wae geta. Basi tajiri mkubwa wanamuita chairman juu ndo alimlea kijana gangyu toka amekanazi hadi miaka mitano na ana kazi anamfanyia huko hospitalini binti ametoroka walinzi wanazuba wanakuta binti ashavunja kioo. ametoroka kumbe hajatorokea kwenye kio kavunja kiokatu nashangaa kio y akatoka kwa upande wa pili Binti antoroka kama jinsi alivyokushiambia mapema, akienda hospitali yenye hatari, maana kule serikali yake imeshaanza kumwisi vibaya, wanaweza watakamua kionekana kwamba anataka kutoboa siri yao, kwa inabidi binti afanye haraka haraka, atoke, imalize kazi ilomleta huku. Kazi yake ni kupata hicho kipande kimoja cha kitabu, na pia kupata isiri kibawa, kibao kuhusu Mr. Gangiu, zaidi sana akamata na kidibiti. Gangiu anafatiliwa sana kila hatua na kila jambo, ni stori ni stam kubwa sana basi. Tuache tunakwenda upande pili. Alikuwa anacheka kwenye TV yeah. Ni, ni baada ya kutoka hospitali, bibi alikuwa anajitengeneza sasa fresh, maana bado ni mgonjwa aimaliza kazi mapema, ijalishi kwamba hajapona. Akajifunga bandaji za kutosha, akajiweka makini kikwelikweli. Zile nguo alizotoka nazo hospitali ndipo anapogundua kumbe ana transmita ya ma, ya, ya ma, inayoelekeza mahali anakoelekea. Akajiuliza, nani alimwekea? Ndo akamkumbuka mzee. Kuna siku ile alimkumbatia kumbe, lesa alimkumbatia mzee akijifanya anampenda na mwonea huruma akimtakia kila laheri katika plani zake, akamwekea kile kichip ki, ki transmitter transmitter hiyo. Sawa eh, sasa ina maana kama ndio hivyo basi, mzee kuna issue anataka kutoka kwake serikali namfuatilia kumpitia huyo mzee, ili wakawa akawa ameligundua mapema kwamba wanataka kupokea information za Gang Yu kupitia binti. Kwa haraka binti akaona ah, mpuuzi huyu! Nikifanikiwa kupata hicho kitabu, basi nitakuwa nimekamilisha kila kitu. Usiku ulipofika, binti kama kawaida anakwenda katika jumba la mtaala Mr Gang Yu, namna inakwepa walinzi, maka kuna walinzi wakae wengi sana, kwa hiyo inabidi ende kimachale zaidi, namna hiyo kuzama ndani. Hii Mungu wangu pumbavu nini hao unataka romance eh? Hukushi mwa kuralini ni sijajua lakini ngoja nikuulize. Unanaficha boria? Unatoka Chelon family anasema. Ah, tanga nia hakuboldi. Sikizemo, mwanafunzi hujamaliza masomo bado? Kwanza pia mtazamo wako tu yaani uendane na mimi kabisa yaani.

Binti ambaye ningelijua shida yangu kubwa ni kitabu tu na tusinge niambia. Mimi sina shida na wewe, yeah. Sasa sikiliza, kuna shida yeah. Shida nini na yeah. No, upa silchega songmulireso hiyo kafikiri unaweza ukanipenda mtu kama mimi. Mimi siwezi kupenda mtu kama wewe. Mimi na wewe action zetu tofauti. kama oh, nchugara ku afanya raka raka upotee hapa sumesha pona uondoke. Wazazi wako watakuwa na mashaka sana sasa hivi, maana ni muda mrefu hajakuona. Tumeelewana, rudi nyumbani chap ya najua ni mwanafunzi maana toka ile siku alimsaidia najua ni mwanafunzi. Mimi binti zile nguo alivaa kama mwanafunzi. Ni msoja huyu. Kaporadika. <coughs> <coughs> Nimekuambia uondoke. Hujasikia au? Yoki ga otie yo? Mara anasema niko wapi? Toka wewe yuke. Mungu wangu niko wapi hapa? Tawesa show. Pumbavu uko wapi hapa? Una maana hujui uliko. Ndika. <coughs> Wewe. <coughs> Eh. Naita polisi sasa hivi. Ngoja niite polisi. Ndio tutajua mimi sichezeaji wa sichezo wake. Mara. Binti anaanza kushika kichwa. Binti <laughs> akaita mikoa mento. Jamani, kichwa kinaniuma, kichwa kinaniuma. Jamani, kwa na kweli ni sikuta kichwa kinamuuma kina kweli. Ndio. Kichwa kweli. Kicho, oya. Sincero busum. Bibi, kichwa kinauma. Anaba hajusi. Kichwa changu kinapasuka. Kichwa, kichwa kinafanya anaba kinapasuka kinapasuka Mungu wangu kinapasuka. no. He, mfanya kitu nizio kichwa changu kinapasuka wena wena. Eh eh boya nini bita. He, Mungu wangu unataka kunifanya nini? Nataka kufanya nini wewe? Umekuwa chizi no. Eh bita, mbavu mbavu, usije ukanigusa eh. Hakuna mtu hakuna kichaa hapa. Mara yakodu kasha kuwa chizi kwa bita. Naikiti chizi hapa asiondoke. <laughs> Eh sasa no. Oya, we mwanafunzi. Mama angu we. We. O. Oh. Bichine He Mungu angu mwanafunzi ameweza kuwa kichaa. Toka ile siku nilivyosaidia ndio umeweza kuwa kichaa au ulishakuwa kuwa kichaa kabla? Eh? Akampigia simu Gimbung. Gimbung. Ya, chini tumje mola? Gimbung. Hey, Gimbung. Gimbung alishaaga, nenda kupumzika. Ule bonge mtu wake. He, Hemjua sio binti bana, ananisumbua. Tufanye mpango. Iko kwa wapi? No. Okay. Ataka mchukua binti afanye mpango mpeleke hospitali. Kuna. Kumbe akata na ngaika ngaika. Binti anamkwepa sasa. Ndio hiyo shida. Okay, shaiona. Nataka mpe binti huduma ya kwanza. Ndio. Kupongi jashiku ya ulagi ande. Kapigio si na manager. Kuna shida gani? Gimbua yuko hapo. Anabaki Gimbua yupo. Ameacha kazi au vipi? Anasema ameondoka. Yeah. Ameenda kumuona babake ni mgonjwa. A anie. Okay, hamna shida. Kuna shida gani huko? Naambia hamna shida yote. Kuko safi huko. Sasa ampe binti huduma ya kwanza. Naondoka. Wewe, njoo nikupe huduma ya kwanza, nikupeleke sustana cheki kitanda de binti shangoa hayupo. Eh, kateleza. Bodika nganya. Amelekea wapi tena huyu? Yeah. Wewe. Bichnakse ngiti odigan goya. Huki chani. Hamyeongori jege gaegeun basi uku waraita Pyongyam ndani ya Korea Kaskazini. Mheshimiwa anapokea oda Chongryo, na anasema atakwenda moja kwa moja kupeleleza ile jambo kwa undani zaidi na ataleta ripoti zilizo kamili. Sajogin kamjongi keipdeo. Inne, unataka kuingiza feeling zako tofauti za binafsi hapo kwenye ile jambo la kikazi. Anasema ndio, Yule binti ni junior wangu, yaani mdogo wangu wa kazi, uko chini yangu nitakwenda tumgeuze tumtumie kwa maslahi ya taifa. <tutu> <tutu> Wewe ulimpaje nafasi aende kufanya kazi? Msaliti mkubwa ule ule, si wa kumwamini hata kidogo. Mtu hawezi kufanya kazi bure, hasitumwe na mtu akafanya kazi bure. Analipwa na nani? Anakula wapi? Analala wapi? Kuna mtu atakaa amemwagiza kufanya kazi. <tutu> Mheshimiwa, kuna ripoti tumezipata muda si mrefu. <tutu> Ripoti gani? Haya, huku mzee mkubwa kazi yake ni kuzia redio nyakati zote. Huku mm. ndiko anakopata information zake Mr. Hansang. Sasa anapokea report, kipokea report kwenye redio anaandika. Bane taarifa zinazotoka kule makao makuu kilichotokea. Hizi ukisikia tu Jeju Island. Mm. Basi ndo ripoti zao. Kisiwa cha Jeju. Kaji bulgon. Haya, mbana shukuru kupokea amri nyingine. Yes. Itakuwa vema tu. Ma namsn, kuna division, kuna askari moja wa siri ambaye tumeshamtumaga na miaka mingi huko kule, hatuna mashaka katika leo. Mambo yataenda safi. Yeah. Basi kila kitu kilikwisha pangika, mm. sasa ja, waya. Sasa ndo anaondoka. Sasa tukija kule Singapore. Mzee wanamuita Hangsang. Si ana kifaa chake, anajua binti amna mahali atakwenda, atampata tu. Akajua mtoroka hospitali kwa kuona hichi kifaa, nitampata tu. Akajua yes, nimempata. Kumbe binti hicho kifaa alicho kitoa saa mingi sana akavami. Hey hey, eh, mbona amna mtu na hichi kifaa, hii alarm inapiga hapa ndani, utafuta vizuri. Kumbe binti alishatupa kwenye danila dampo la takataka dustbin. Ah, eh, eh, binti ashatoroka, Hayupo, kumpata ni kibarua kizito, na yeye alishatoa taarifa kule makao makuu kwamba, haya, anajua mahali binti aliko, wala hawezi kumsumbua kuu kwao, akija tu ataelekeza mahali binti aliko ili binti aweze kukamatwa kwa haraka. Na alitumwa kwa sasa hivi ni ule mkuu wake Chongryong, ambaye ndo alimfukuza binti kazi baada ya kushindwa mara tatu katika zoezi alikuwa amepewa. Haya, tuje kwa superstar Gangyu, anakumbuka matukio kadhaa

Wakatiyo Singapore Air ndege kutoka Pyongyang inaingia ndani ya Singapore. Kumbuka ni bado ni bara la Asia tu, China, Korea, Japan, India yote ni bara la Asia nam. Sasa ndani ya bara la Asia jamaa anatia timu, amekuja kikazi zaidi sana sana. Binti alikuja Hey, alikuwa mdogo wake wa kazi na alimfukuza kazi lakini baadaye binti akaja kibabu kwa akili zake. Huyu jamaa naye kikubwa anachotakiwa kukifanya huko alipokuja ni kupata pisi ya pili ya kitabu. Lakini anapokuwa karibu sana na mzee kuna mafanikio. Leo huyu mzee alikuja kununua aliambiwa pisi ya pili ya kitabu imepatikana sehemu fulani huko. Walikutana usiku na kikosi fulani. Mzee yuko tayari kununua kwa gharama yote hicho kitabu. Pisi ya kwanza ilishonua kwa milioni mbili tulivyoona dola. Sasa ni pisi ya pili ilionua kwa pesa ndefu sana. Na hata kozi mbaki ya mbili. Okay, tuonyeshe hiyo kitabu ni nyu au la. Pesa ishaonyeshwa hii hapa, mambo safi. Sasa ya pili hapa. Check ni ka kitu cha ajabu sana lakini kanauzwaje gari? Kama choka choka tu. Ifungua hii ziko mbili dabo, inamaana inaona bado moja sema. Lakini hichi mkomende, unahakika ni yenyewe kweli hii? Maana mi siwezi kujua.